Kupitia makeup hii naomba nikuambie kwamba nitakuelekeza kwa ufupi tu ni jinsi gani ambavyo utakuwa na uwezo wa kuchagua foundation kulingana na rangi ya mteja. Mwanzo kabisa, anza kumsafisha mteja wako, una uwezo wa kupaka primer ambayo itasaidia makeup yako ikae muda mrefu, lakini pia kuilinda ngozi ya mteja wako. Sasa iblend vizuri kwa kutumia brush yako kama hivi ambavyo unaona. Kisha kama brush yako inakuwa ni ni safi vizuri. Okay. Sasa tunaelewana. Lakini okay, kwenye kuchagua foundation, unaweza ukawa na foundation za rangi nne kama hizi, lakini mteja wako either ikawa ni rangi moja tu ambayo ina match. Kwa hiyo ukishajua kuchagua foundation, makeup yako utakaoifanya, rangi ya mikono ya mteja wako itaendana na ile rangi ambayo ni usoni, kwa sababu tayari umekisha kujua kuchagua foundation. Mfano, hii rangi niliopaka kwa mteja wangu, ukiangalia tu hapo, tayari ni rangi ambayo ni nyeusi, yani ni rangi ambayo imezidi rangi. Hii ni rangi ambayo iko light, ni imeng'aa kidogo, lakini pia hii imeng'aa zaidi. Sasa tuangalie na hii ya mwisho. Kwa hiyo kupitia foundation hizi sasa, mbele kwenye kipande cha foundation nitakuelekeza ni ipi ambayo itafaa kwa mteja wangu. Twende tukaanze kufanya makeup yetu. Anza kwa kupaka styling soap, itasaidia itasaidia kulaza nyusi za mteja, kwa sababu kuna mteja mwingine unaweza kukutana naye nyusi zake ni yani, zimesimama sana, lakini pia hataki kutinda nyusi kwa baada ya kulaza nyusi zako kama hivi, chora fremu upande wa chini kama hii ambayo unaiona. Hakikisha kwamba fremu imenyooka vizuri sawa sawa, tunaelewana? Haya, okay, baada ya kuchora fremu ya kuchorea wanja kama hii ambayo unaiona, upande wa katikati utakwenda kujazia wanja. Mimi natumia wanja ya penseli tu kawaida, mara nyingi. Kwa nini natumia wanja ya penseli? Kwa wewe ambaye mwanafunzi unajifunza kuchora, ni rahisi hata kama umekosea ukaufuta, tofauti na kutumia wanja ya gel. Ukitumia wanja ya gel, by, by nature tu wenyewe ni wanja ambao ni mzito, huwezi ukaufuta. Kwenye kushape tumia concealer. Kama ni mteja mweupe tumia concealer nyeupe, kama hivi ambavyo unachora mstari upande wa chini kabisa hapa sehemu ambayo tumechora wanja wetu. Hakikisha ile mstari wa concealer unaochora hakikisha umenyooka. Brush unaotumia kisha ni brush ambayo ni nzuri, iko soft vizuri, hata ukichorea uwanja uh, wako inanyooka vizuri. Hizi brashi ukihitaji single, yani moja kama unavyoiona, zipo kuanzia shilingi elfu tatu mpaka hata shilingi 7000. Ni brashi ambayo ni imara vizuri, lakini pia ukihitaji seti zipo seti za shilingi elfu ishirini, shilingi tano, shilingi elfu hamsini, shilingi laki moja, inakuwa ina brashi nyingi sana sawasawa. Kwa hiyo blend kama hivi ambavyo unaona twende tukachora upande wa juu. Upande wa juu nitatumia foundation. Nitaenda kumix foundation mbili. Ni ile foundation ambayo nilipaka mara ya kwanza nikakwambia ni nyeusi zaidi, ile ya mara pili nikakwambia hii foundation yangu si ni ni nyeusi, nyeusi sana, ni foundation ambayo ni iko light kidogo yenye rangi ya mteja. Kwa nikienda kuzimix pamoja, nitapata rangi hii ya mteja ambao unaiona hapa. Kwa nita shape kama hivi ambavyo unaona. Ukisha shape kama hivi, tumia brush blend blend blend. Blend it well. Sambaza sambaza vizuri. Tumia muda wako kusambaza concealer. Usi, usipake haraka haraka, hautopata matokeo mazuri. Sawa sawa. Alafu turudi sasa kwenye eyeshadow tuanze na kupaka poda. Poda yetu itasaidia kuificha ile concealer ambayo tulipaka mwanzoni kabisa. Kama hauna poda kwenye eyeshadow zako, kuna rangi zile ambazo ni rangi kama ya udongo hivi, ni rangi kama ya poda. Nadhani ukiangalia kwenye hizi eyeshadow umeiona eh? Sawa, anza kwa kushape kama hivi, ambavyo unaona. Shape au feature kabisa vizuri ile concealer yako. Tumia brush, umeona brush yangu kama flani. Brush ina engo fulani, brush ambayo ina blend vizuri. Sambaza vizuri, upande wa mbele nitatumia eyeshadow ambayo iko imeng'aa zaidi. Unaweza nao ukatumia kama hii ambayo nimetumia mimi au ukatumia rangi nyingine wewe tu unahitaji rangi gani, lakini rangi ni nyingi. Kwa hiyo sio kila siku utapaka rangi hii hii moja kila siku, unaweza kubadilisha kadri unavyoweza. Tukitoka hapo, tutakwenda kuchora eyeliner. Eyeliner itasaidia mimi ni jicho langu liwe na muonekano ambao ni mzuri sawa sawa. Kuchora eyeliner yako inyooke vizuri kabisa. Sawa sawa. Tunaelewana? Kuchora eyeliner inyooke vizuri Una uwezo wa kubandika kope kama mteja ana uhitaji, lakini kama hana uhitaji utaachana nayo. Lakini unapochora eyeliner, mteja asiangalie juu mpaka pale ambapo eyeliner yako itakuwa imekauka, kwa sababu akiangalia ukiwa bado haijakauka utajikuta kwamba eyeshadow yako inachafuka. Sawa. Upande wa chini una uwezo wa kusafisha kwa kutumia ile ile foundation, kwa hiyo utapaka kama hivi, safisha vizuri, twende tukapake sasa Foundation yetu. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida ya Beauty Academy. Karibuni sana Farida ya Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunafundisha makeup aina zote, tunafundisha kupamba maharusi. Chuo chetu kimesajiliwa, tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Namba za kujiunga na chuo ni unazoona kwenye screen unahitaji vifaa vya makeup kwa mfano, wewe tayari una saluni yako, umeshajifunza, unahitaji sasa upate vifaa vya makeup ambao utaweza kupata mwonekano mzuri kama huu. Seti nzima utaipata kuanzia shilingi laki mbili. Ni seti imekamilika, utakuwa na uwezo wa kumremba mteja wa rangi yoyote, na ukinunua vifaa kwetu tutakupa darasa wiki nzima bure. Sawa sawa, seti nzima utaipata kuanzia shilingi laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu na tutakufundisha bure. Kuona seti zetu njoo WhatsApp, namba ni hiyo unaona kwenye screen, sawa. Kwa hiyo nitaenda kuipaka foundation yangu kama hivi ambavyo unaona. Kuna mtu mwingine anaweza kukuambia madam, kwa nini mimi nafuata hatua zote lakini sipati muonekano soft kama huo ambao unaupata wewe? Naomba nikwambie, hii video yangu ni fresh from camera, no filter, no editing. Sasa sawa. Kwa hiyo ili kupata muonekano mzuri, lazima uwe na vifaa vizuri. Sasa sawa. Pata vifaa vizuri, njoo darasani, tuku brush mawili matatu, nenda kafanye kazi yako. Sawa sawa, tunaelewana. Kwao nita blend kama hivi ambavyo unaona, okay. Nitaenda kupaka concealer, alafu nita blend. Blend concealer yako vizuri, isambaze vizuri, tumia muda wako vizuri. Baada ya concealer, utakuwa na uwezo wa kupaka poda ya mwishoni kabisa sawa. Ile poda ambayo tulitumia mwanzoni, matumizi ni mengi, unaweza ukatumia kama eyeshadow, unaweza ukatumia kama final a, nini, poda ambayo ni ya final, vyote vinawezekana, tunaelewana okay. Kwa hiyo blend poda yako vizuri kile sehemu ambayo tulipaka concealer, kwa sababu tunataka zile sehemu ziwe light zaidi. Tunaweza kutumia setting powder hii ambayo unaiona nimeitumia, ni setting powder ya Kiko. Yes, nitapaka setting powder yangu kama hivi ambavyo unaona, alafu nitakwenda nitakwenda kuonyesha ile ambayo itakuwa ni final touch. Kwa wao ambaye sasa umesha soma makeup kama hivi, unahitaji kutuma feedback kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ni bure kabisa. Unatotakiwa kufanya Gusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe chini ya hii video, gusa alama ya kengele, kama hujalike kwenye video hii make sure una like, na una comment alafu nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen yako. Nitakutumia linki au utanitumia kazi yako, nitakurekebisha sawa sawa, lakini hakikisha tayari ni memba wa chaneli hii ya Farida Othman. Tutazidi kukufundisha vitu vingi, unahitaji kujiunga madarasa ya live. Nafasi zipo wazi, ada kuanzia laki tatu mpaka laki sita, hosteli zipo laki moja kila mwezi. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, tunawakaribisha sana sana sana. Kwao nitakwenda kumalizia malizia tu kazi yangu kwa siku hii ya leo, alafu nende nikakuonyeshe ile final touch. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Makeup nzuri kama hii una uwezo wa kuifanya na ukapata matokeo ambao ni mazuri zaidi, lakini pia una uwezo wa kuja darasani ujifunze, ujue vitu vingi vizuri zaidi. Uzuri ni kwamba kila siku watu wanaolewa, warembo wanazaliwa, kwao ni ni fani ambayo ni nzuri, kwao ni kukaribisha sana sana sana uweze kujifunza na sisi, okay. Kwao nimetumia wanja ambao ni wa gel, tumezoea kuita anja ya lulu nitaenda kuitumia kama lipstick kwa siku ya leo, nimetumia kama frame, katikati nikapaka rangi ambayo imepoza, kwa sababu nataka rangi yangu. Air eyeshadow iweze ku match kwa mbali na ile rangi ambayo ni lipstick. Nataka rangi ambayo imepoa. Huu ni muonekano wangu wa mwisho na huu ni mteja wangu aliyopendeza. No filter, no editing, fresh from camera. Njo darasani, njo tukufundishe makeup, uende ukapambe watu, uende ukafanye kazi ambazo ni nzuri zaidi. Niseme asante kama bado hujagusa batani ulioandikwa subscribe, subscribe. Kama tayari ulikwisha kusubscribe, ni kuahidi tu kila siku utajifunza kitu kipya. Asante naendelea kujifunza.